Swali la mwisho: andika insha itakayomalizika kwa maneno, nilipogutuka nilikuwa nimezungukwa na ila yangu, huku hali ya wasiwasi ikiwa imetanda. Kwa hivyo, kwa sababu hii ni insha ya kumalizia, lazima ukamilishe kwa yale maneno na usiageuze, na kisa chenyewe lazima kioane na maneno yaliyotolewa. Iwapo utakamilisha na maneno mengine tofauti, pale nilikuwa nakwambia umejitungia swali, kama sioni yale maneno, kwa sababu swali lile alitakuwa pale. Na kwa sababu pale ulikuwa umeambiwa kile kisa, ulikuwa umeambiwa nilipogutuka. Nilipo ni nafsi ya ngapi? Kisa chote kilikuwa lazima kiwe na nafsi katika nafsi ya kwanza, mimi, si ndio? Eh, nili nilikuwa naangalia nafsi ya kwanza na kisa chenyewe lazima kiwe cha kuhuzunisha. Angalia chako kama kilikuwa cha kuhuzunisha, kwa sababu mnapenda sana swali la nne. Lazima kiwe cha kuhuzunisha na kiishie katika hali ya wasiwasi. Hiyo sentensi ya mwisho inaonyesha wasiwasi eh. Hivyo ndivyo nilikuwa nataka. Makosa ambayo niliona kwenye insha zako zaidi ni nyinyi, nilikuambia utumie uende wewe mwenyewe utumie wahusika kama Asha, Halima, Hadija. Wewe ukaenda kwenye vitabu wahusika ambao tumetumia katika Nguu za Jadi, ukaanza kuandika hapo. Hakuna ubunifu, ukachukua Bembea. Nimekuambia siku nenda siku hata, usitumie jina la sehemu kutoka Bembea au Nguu za Jadi au sasa, kwa sababu tulikuwa tumeambiwa mambo ya pombe. Utashangaa wale ambao walikosa muundo utuba walikuwa wanatoa kisa na kisa kina nani? Tembo. Yaani nakwambia, mimi nimekuambia mpaka nimefika sasa hata Mwenyezi Mungu chochote